Kim Media. Kwa sasa mkoa wetu wa Tabora na nyinyi mtaona ulinzi kwa kiasi kikubwa sana umeimarishwa kwa, kwa, kwa mapana yake. Mkoa wetu ni mkubwa, coverage yake ni kubwa. Kwa kupata usafiri kwa, kwa, kwa, kwa polisi kama haya magari ambayo mnaona mbele yenu hapa sisi ni jambo kubwa sana. Kwao tunakuwa hatuna, hatuna lawama wala madai yoyote kwa Mheshimiwa Rais. Hicho tu dai ni kuhakikisha tunalinda watu wake na niahidi tu tutaendelea kuwalinda, na polisi wetu wanapata nguvu na kupata kareji ya kufanya kazi kwa moyo, kwa sababu hivi ndio vitendea kazi vikubwa. Si rahisi sana kwenda kumkamata mhalifu huko Uyui kaliua mkiwa mmepanda basi au mmekodi pikipiki, lakini leo hii kazi yetu ni kuhakikisha magari haya tunaweka mafuta, doria zinaimarishwa na mambo yanaenda, ulinzi unaimarika lakini ni kuelekeze RPC kikubwa, tuyatunze sana magari haya, tusije tukajikuta sasa magari haya pia ndio yanasafirisha magendo, kwa sababu sisi ni binadamu, hamna malaika. Kama, kama kuna dereva anabeba, anabeba bangi kwenye ambulance. Kwa hiyo pia hata polisi anaweza akafanya vinginevyo, lakini hayo hatuyategemei kwa polisi wetu, ana weledi mkubwa na niwaombe wafanye kazi, tuendelee kuwalinda watu wetu wa mkoa wa Tabora ambao tumekabidhiwa, tufanye kazi kwa moyo kabisa. Tumekabidhiwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa jumla ya magari sita. Magari haya ni kwa ajili ya wakuu wa polisi wa wilaya zote za mkoa wetu wa Tabora na yanakwenda kupunguza mahitaji ambayo tulikuwa nayo ya magari. Kwa hiyo kwa kupokea magari haya ambayo yatagaiwa gari moja kwa kila wilaya, kwa mkuu wa polisi wa wilaya yatatusaidia kwenda kuimarisha utendaji kazi wetu. Mimi nimshukuru Mheshimiwa rais kwa kutoa magari haya nimshukuru IGP kwa ajili ya kutugawia sisi tukiwemo mkoa wa Tabora, lakini nimshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkoa kutukabidhi rasmi magari magari haya nikiahidi kwamba magari haya yataenda kutunzwa na yatatumika kwa malengo ambayo yamekusudiwa kuhakikisha kwamba tunaimarisha amani na usalama kwenye mkoa wetu. Yataenda kufanya kazi za doria, misako, operesheni mbalimbali kuhakikisha wananchi wa mkoa wa Tabora wanakuwa salama na shughuli za kimaendeleo zinafanyika vizuri. Tafadhali Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.